Kwa majina naitwa Edgar Bosco Mtitu. Ni diwani wa Kata ya Lubonde ninayemaliza muda wangu uh, Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya nimalize uh, nguo yangu ya udiwani miaka mitano siku ya leo bila matatizo yoyote, na naamini nimewatendea haki sana wananchi wangu wa Kata ya Lubonde kwa ushirikiano mkubwa sana sana sana wa mkurugenzi wa halmashauri ya Ludewa, mwenyekiti wa halmashauri ya Ludewa, mkuu wa wilaya ya Ludewa, Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ludewa. Naamini kabisa nimewatendea haki wana Lubonde. Lakini yuko jemedari Mheshimiwa mbunge wetu Joseph Zakarius Kamonga amefanya mambo makubwa sana kwenye wilaya ya Ludewa ikiwemo kata Lubonde. Napaswa kumshukuru sana. Lakini yuko mama la mama. Mama Samia. Mama mwenye busara, mama mwenye hekima. Pale Lubonde tusingepata sekondari. Mama kaamua kuleta sekondari. Kaamua kuleta zahanati. Kaamua kuleta barabara. Kaamua kuleta minara ya simu. Niseme nini mimi kwa wananchi wa Lubonde? Lubonde iko timamu. Lubonde iko salama. Namshukuru sana. Lakini pia hizi ni salamu. Hizi ni salamu kwa wale wenzetu vyama rafiki kwamba CCM iko imara na itakuwa na viongozi imara daima. Na itakuwa na madiwani imara na wabunge imara. Ah, kwanza kabisa niseme yale nilioahidi kwa wananchi wangu yalikuwa ni machache, lakini yaliyotekelezwa ni zaidi yale ambayo nilikuwa nimeahidi, na pia yalikuwa matarajio yamekuwa ni mengi zaidi. Na haya yote yanatokana na mikakati mizuri na uongozi mzuri tulionayo kuanzia ngazi ya mkoa mpaka wilaya. Tuna mkuu wa mkoa mzuri sana na namwomba mama, mama Samia akiweza kwenye hii miaka ya yake mitano ambayo anarudi tena, Mheshimiwa Anthony Mtaka aendelee kuwepo Njombe, mkoa wa Njombe. Anatusimamia vizuri, anatupa dira, anasema una shilingi laki tano, unaumwa ugonjwa wa shilingi laki moja, unashindwa kwenda kutibiwa. Hivi inahitaji digrii hiyo kweli? Si hamna. Mkuu wa mkoa sisi anatupanua mawazo makubwa sana na sisi tunamshukuru, lakini pana viongozi hapa ambao wamefanya sisi tutekeleze zaidi ya vile ambavyo ambavyo tuliviahidi. Kwa sisi tunajivunia kuwa na viongozi tunajivunia kuwa na Chama cha Mapinduzi tunajivunia kuwa na rais mama Samia kwa tunashukuru na kwa kweli tunaendea kumpongeza, na tunasema Ludewa, tunasema mama atashinda, sio atashinda tu, atashinda kwa kula nyingi na za kutosha, akiwepo mbunge wetu. Lakini tunamuomba sana mama asituondolee Anthony Mtaka, asituondolee mkuu wetu wa wilaya, ni kiungo kikubwa sana kwetu sisi na Ludewa, ni kiungo kikubwa sana. Tunamuomba sana mama atusaidie na atusikilize katika hilo, ndio msingi. Uh, muda wangu umeisha, lakini narudi kule, utaratibu kama ulivyosema, narudi katani na wananchi wakisema niendelee, basi mimi nitaendelea.